Marafiki ndugu ndiyo, ndiyo. Na jamaa mm, walipokeaje taarifa ulipojiweka hadharani kwamba mimi ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Mtu wa kwanza kumwambia alikuwa ni mama yangu mzazi. Mm, nashukuru Mungu yeye ilikuwa ni rahisi sana kuaccept lile jambo kwa sababu mm, uh, kama ambavyo unafahamu, mara nyingi sana mtu anaishi na ugonjwa wa ukimwi huwa kuna long time, yani kuna muda fulani mrefu ambao ndugu anauguza mpaka wanachoka. Kuna wakati wana, wana, wana, wanaomba wana, ka wana kama kama, Mungu amchukue tu aenda kapumzike, unaona hata, yeah. Kwa ilipotokea sasa, nimegundua kwamba naishi na virusi vya ukimwi, mtu wa kwanza kumwambia alikuwa ni mama yangu mzazi. Kwa hiyo yeye alishukuru na akaniambia kwamba wasikilize madaktari, alafu fata kile ambacho watakuelekeza, sisi kama familia tuko pamoja nao hiyo ilikuwa ni kwa upande wa mama, lakini mm. kwa marafiki wengine niliwaficha, sikuweza kuwaeleza kwa sababu mm. uwezi kuamini Siaga, mimi mahali nilipokuwa nakaa maskani ilifika time, unajua nikafukuzwa kabisa, kwamba bwana, usiku wa leo ndio mwisho kulala hapa, toka, nenda kafie mbele. Yes. mm. nenda kafie mbele, yani unajua, alikuwa ameshaanza kubashiri wewe lazima atakuwa na ukimwi, utakuwa una ngoma wewe wewe utakuwa na ngoma wewe. Kwa hiyo hapa ulali hapa. Mm. Eh, kukooa nilikuwa naweza nikakuoa usiku mzima. Mm. Unaona? Kwa hiyo sasa hata kusema kwamba ningewaambia kwamba na ukimwi ingekuwa ni mbaya e zaidi. Ingekuwa ni mbaya zaidi. Yes, pole. Kuna changamoto ambazo umepita umekutana nazo mm. naamini katika safari yako mpaka sasa ya hivi miaka 26 mm. unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndio. Umejifunza nini kutoka na hizo changamoto ulizokutana nazo? Ah, nimejifunza mambo mengi sana. Mm. Lakini kubwa zaidi ni kwamba watu wengi wana watu wengi mm. wanakufa kwa ajili ya kukosa elimu, elimu. Yes. Elimu kama ni ya, ya, ya ukimwi na VVU okay. Lakini jambo la pili nimejifunza ule muda ambao mtu anakwenda kufanyiwa counseling ili kwa ajili ya pimwe mm. ni muda mdogo sana hautoshi, kwa mtu kuweza kuelewa. Kuelewa, kwa sababu unakuta mtu toka anatoka nyumbani mm. Kuna, kuna kuna kuna kuna kitu anawaza kwenye akili yake yani, nikipata haya majibu kama itakuwa ni positive, basi kuna uamuzi fulani itachukua kwa anapofika pale anakuta anashauriwa ndani ya dakika kumi, kumi na tano mm. Kwa hiyo unakuta akishaambiwa tu kwamba bwana unaishi na uh, virusi vya ukimwi, mwingine anachukulia tu kwamba tayari ameshapata ukimwi maanake mm. anaanza kuwaza kufa kwao, unakuta mtu anakufa kwa sababu tu ya kukosa ile elimu sahihi ya kuweza kumsaidia kwamba kama akikutwa aweze kuishi anavyo. Yes yani ya, kuna maisha hata baada ya kupata VVU. VVU, yes. I see. Sasa tuje katika eneo la kujitangaza mm. Yani kuna ule msukumo mm. sijui ni msukumo au ni nini, ama kuna kitu gani ulikiona. Kwamba, okay. mejif, mm. Mimi nimekaa nimejificha, naamini kwamba umejificha kwa muda pia, nadhani ndio ndio, lakini ukafika tu ukasema sasa, acha niweke wazi hili jambo, jamii nijue. Mm. na baada ya jamii kuliweka wazi hili jambo, impact yake umeionaje? Ume okay, kwanza kabisa natangulia kusema kwamba baada tu ya tu ya kuwa nimepima mm. na kuwepo pale IDC nilikuja kugundua tu kwamba watu wengi sana wanakufa kwa ajili ya kukosa nini? Elimu. Kwa ajili ya kukosa elimu hicho mm. ni kitu ambacho kilinisukuma na kusema kwamba haya maarifa madogo ambayo mimi nayapata hapa lazima nitashare na watu wengine, mm. na ndio msukumo mkubwa sana ambao nilikuwa nao ya kwamba lazima nitoke niwaelimishe wengine waache kujifungia ndani ya box, mm-hmm. maana yake kuna maisha hata baada ya kupata tatizo la nini? Yeah. Tatizo la HIV. Yes, ni kweli. Mwanzo haikuwa rahisi kujitokeza kwenye jamii kutokana na jamii yetu haina uelewa, lakini mwisho wa siku kulikuwa hakuna namna, kwa sababu ni mzigo ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yangu. Yes, ilibidi tu nifanye nini, ilibidi niweze kutoka kutoka. Yeah. Yo, mwanzoni ulisema kwamba uh, Mungu akujalia umepata mke je? Yeah. mm. mke wako pia na hali kama ya kwako ku kwa maana ya kwamba mviu hapana, hapana, hapana yes. mke wangu kwa kweli sio mviu hapana mm. Isipokuwa mimi kama mimi mwenyewe mi ndio mviu. Hiyo inakuwaje sasa? Na mna watoto mna familia tayari? Mtoto tunaye mmoja, lakini ni wa kwake. Mimi naye bado hatujapata mtoto okay. Yes. Sasa inakuwaje kwenye kushiriki, kwa sababu lazima tuongee. Ni kweli yaani, nyie ni wapenzi, ni mke ndio sawa mm. Kuna lile tendo la kuunganisha ndoa linakuwaje? Eh, hapo sasa ye, ye, yuko yeye hana ah eh, yes. Eh, yes. Iko hivi kama mm. nilivyotangulia kusema au ndio elimu hiyo. Elimu sasa, hebu tuambie sasa, hebu mwelekeze na mtu mwingine ambaye anaweza kuwa anasikiliza ana, anakuwa na wasiwasi kwamba kumbe hiki kitu kinawezekana. Aa, yani jambo kubwa kwanza hapa ni swala la elimu mm. Watanzania wengi sana hatuna hatuna elimu kwa habari ya uh, HIV na AIDS, au kwa lugha ya Kiswahili viviu na ukimwi. <coughs> hatuna hiyo elimu hmm. Uh, hali ya mtu kuwa na viviu ni ile hali ambayo mtu anakuwa anaishi na virusi vya ukimwi hmm. ndani ya mwili wake hmm. unaona, na ukisema ukimwi maana yake unazungumzia ugonjwa ugonjwa ambao eh, tayari umekwisha toka kwenye virusi unaonekana, eh, sasa umeonekana sasa, unakuta huyo hmm. mtu ndio mara leo ana homa hmm. ndio mara tunaita upungufu wa kinga mwilini, yes, leo ana homa kesho ana kifua, kesho kuta sijui ana ana kansa magonjwa mengi mbalimbali. Kwa hiyo kumbe ukimwi uh, so sio ligonjwa limoja uh -uh. kama vile tunasema mafua ama kikohozi, hapana hapana. uh, ukimwi hmm. ni upungufu wa kinga, zako zikipungua tu pungua ni maana yake ukimwi, ukimwi umefungua mlango, yaani sasa kila ugonjwa unaingia unaingia. yes. okay. Lakini unaposema kirusi, kirusi maana yake hicho sasa ndo kinachozalisha sasa ugonjwa, ugonjwa. Hey, baada ya mfumo wa kinga zako za mwili kudhoofika, zinaita CD4, CD4, yes, baada ya kushuka sasa, baada ya kupigana sana na wale virus mm -hmm. sasa zinaposhuka ndio mwisho wa siku, sasa huyu mtu anatoka kwenye stage ya kuwa uh, mviu, kwa maana mtu anaishi virusi na, na virusi vya ukimwi mpaka mm -hmm. kwenda kuwa mtu ambaye sasa ni tunasema ni mgonjwa wa wow, ukimwi. Sasa hapo hapo mviu na mgonjwa wow, wa ukimwi yes. na wewe unaounganisha wavyu. Mi naunganisha wavyu wavyu tu, hey. Si wagonjwa, sio wagonjwa. Huyu mgonjwa kwanza mm. Tunamshauri kwanza okay. Maana unapomzungumzia mgonjwa wa ukimwi mwingine hata uwezo wenyewe kutafuta pesa hata. Sasa uzoefu, kwa uzoefu wako wa muda huu wote ndiyo, ambapo umekuwa ukitumia dawa ndivyo mm. Kuna yule mtu ambaye ni mgonjwa sasa mm. Anaweza akatumia dawa akarudi kuwa mviu mviu vizuri kabisa. Kwanza kabisa unajua, ukisha upata uh, ukishapata ukishapata virusi vya ukimwi mm. maana yake ni forever and ever, labda Mungu mwenyewe afanye muujiza. okay. kwa maana hiyo ni nini sasa, uh, kama huyu mtu labda huenda alizembea akatoka uh, kwenye tatizo la kuwa na kuishi na virusi vya ukimwi mm. akaingia kwenye kuwa mgonjwa wa ukimwi mm. maana yake upo uwezekano sasa, wa akitumia dawa vizuri maanake zile dawa zikamsaidia, ndio maana tunaita dawa za kufubaza makali ya virusi no, no, okay. vya ukimwi mm. ko upo uwezekano wa wale virus mm. kushuka mpaka kufikia hatua ya kuisha kabisa, ni kiasi cha kutokuonekana okay. na huyu mtu sasa anaweza akaishi kama mtu mwingine ambaye ni nini ambaye ni negative mm. kiasi kwamba anaweza akaoa mwanamke ambaye hana virusi vya ukimwi, kama mimi nilivyofanya mm. na wakaishi vizuri na wakapata watoto wazuri kabisa wasiokuwa mamu na maambukizi ya virusi vya ukimwi.